Allah Subhanahu wa Ta'ala unapokuwa na takwa, ambayo dada yetu ametueleza takwa ni mambo mawili: fanya vile Allah alivyokuambia, achana na yale Allah aliyokukataza. Na Mwenyezi Mungu haangalii mengine. Mwenyezi Mungu haangalii rangi yako, Mwenyezi Mungu haangalii nchi yako, Mwenyezi Mungu haangalii umbo wako na uzuri wako, Mwenyezi Mungu haangalii lugha yako. Mwenyezi Mungu ya kuangalia yale niliyokuambia ufanye, je, uliyafanya? Na yale niliyokuwa kataza, je, uliacha? Hiyo ndio maana ya taqwa. Na Mwenyezi Mungu ya kupima kwa vipimo hivi viwili, if'al la taf'al. Nilikwambia fanya, ulifanya, alhamdulillah. Wa aqimus salaa, simamisheni swala, ulisimamisha swala, marhaba Mwenyezi Mungu akwambia, wala taqrabu zina, usikaribie zina. Uliepukana na zina, ulifitinishwa, ukapewa mali, ukadanganywa, ukasema la inni akhafu Allah, mimi siwezi, siwezi kufanya zina, ukaacha yale Allah aliyokukataza. Japokuwa watu wanakuhuri, wanakuvuta ukasema la, sifanyi. Umekuwa na takwa, yale ambayo Allah amekukataza umeacha. Anayekuwa na takwa, kuna zawadi kadhaa Allah atampatia Zawadi ya kwanza ni kwamba hautakuwa na uzito ila Allah atakufungulia njia. Hapa duniani tumeletwa kuonjwa. Na kwa bahati mbaya wanadamu hawajafahamu kwa nini tumeletwa hapa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakini kuna watu kwa sababu ya kutofahamu haya wametaka janna yao iwe hapa, na haiwezekani kwa mumin hapa hiyo janna. Lakini kwasie kwa mumin hapa ni janna kwake. Sasa wewe usitake janna hapa duniani. Arasul sallallahu alayhi wa sallam asema, ad-dunya sijnu lmumin wa jannatu lkafir, dunia hii ni jela kwa mumin, kwa sababu amebanwa na amefungwa. Kuna vitu nafsi inamwambia aifanya mtukane, mwibie, mpige, muwe fanya zina, lakini hapa mimi duniani siwezi kufanya ninavyotaka, lakini kule nitafanya ninavyotaka. Sasa hapa amebanwa muumini, ama asiyekuwa muumini, hapa duniani kwake ni janna, kila anachotaka wafanya. Sasa wewe jiulize, wataka janna yako hapa ama wataka kesho?